Kalonzo. So Kalonzo ukitaka tusimame na wewe watu wa Nyanza wajaluo wape 60% deputy president. Alafu aa, wengine hiyo ndogo ndogo anavinyona, gawa hiyo ndogo ndogo, gawa hiyo. Tunakupigia kura 80% kutoka Nyanza na si tunakupigia, tunakupigia. Tutakupigia hivo tu, Kalonzo tunakuomba Usitusahau Saidi kwa mkono yako. Juu hii mkono ya William Samoei Ruto, hii serikali imechafuka. Wengine wanaongea hapa mbebo wengine na kwao kasipoli na Karasia, watu wanapigana kwa sababu, kasipoli za hii Rasia. Huwezi enda kasipoli. Hapa Luo Nyanza. Luo Nyanza za hii kasipoli Rasia, huwezi sikia <laughs> na ukikuja hapa unasema, sisi tu kwa produce government. Tumeachiwa kwa produce government, umeachiwa kwa produce government, huwezi rudi kwenu. Wengine waliwaje kwa hii serikali? Wa kwanza ni John Mbadi, umetumelezea pesa, unalala na pesa. Hiyo pesa ambayo unalala nayo, unasaidia nao nani? Ni nani umepea mwepe kazi sahi? Ni nani ushaandika watu? Wananasema tumeachiwa kwa serikali. Wale watu wa wote waliwekwa kwa serikali na baba yetu Raila Amolo Odinga, mmeshindwa kutufanyia kazi, hakuna kazi kufanyia kama si mtu mmoja tu, kama si mtu mmoja mwenye aliko kwa hii serikali tunaweza ona anafanya kazi yake, ni Raila Amolo peke yake iasiandomamo ya peke la yake, lakini hao watu wengine ambao wanajwa kwa hii serikali hakuna kitu wanafanya. Wanafanya nini? ni kazi gani tiwwanafanya saa hii? na wale ambao wanajwa kwa hii serikali ndio wanasema kumi bila break <laughs> wale ambao kwa hii serikali wanasema kumi bila break, hata uburu mwenyewe ukimuuliza, <laughs> Yeye yesa amesimamia ODM, ukiuliza okay, Uburu anasema yeye ajui maneno ya 10 bila break watu de wako kwa hii serikali hadi 2027. Kwanza hiyo 2028. 8 ODM itatoa president yao hii serikali ya William Samoei Ruto. Contract inaisha 2027. Hata Uburu amesema we ambao unakuja hapa, wewe uko kwa serikali Mwenye msimamia odi amesema yupo kwa serikali tu, umebuku kwa hiyo serikali ya cha magari, utabaki kwa hiyo serikali ya cha magari. So, mya speaker. Mimi na samaris nikisema hivi, tafadhali kampen bado, wakati bado, tukaeni wapole. Kama ndio niseme, mtusaidie turudishie, wilamsama irudu mkono, tunarudisha mkono, waje kupiga kura vizuri aende nyumbani. Asante sana